Imekuja leo kwenye mkutano mkuu wa CCK walikuwa na ajenda moja e, mahususi ya kuteua mgombea rahis wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na kuteua mgombea wa urais wa Zanziba ambaye uteuzi wake ulianzia kule kwenye kikao cha mashauri kuu kilichofanyika kabla ya mkutano huu wa leo. Mkutano wao kwa kweli umekwenda vizuri sana. Sisi tumekuwa tumeangalia hapa, umekuwa na wajumbe wanaotakiwa kwa mujibu wa sheria, wamesema akili yao hapo, walio wajumbe waliohudhuria, eh, eh, walikuwa ni themanini na saba, na kwamba wakapiga kura ya kuteua mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kulikuwa na wagombea wawili, wakapiga kura ya siri, wagombea wamejeleza vizuri kura e, zilikwenda vizuri kwa, wamefanya uchaguzi wa huru na haki, na sisi katika kuangalia mambo yamekwenda vizuri kwao, tunawapongeza sana. Katika hotuba yangu tuliwasisitiza kwamba wanaenda kwenye uchaguzi wao pamoja na vyama vingine kumi na nane ambao vitaingia kwenye uchaguzi wa mwezi huo Oktoba, wahakikishe kwamba wanazingatia sheria za nchi yetu, wanadumisha uzalendo wanadumisha amani wanadumisha utulivu wanadumisha na umoja wa nchi yetu, kwa sababu kwenye ushindani kuna mambo mengi. Sasa mtu kwenye ushindani anaweza akashawishika kufanya jambo ambalo lina hatarisha uvunjifu wa sheria. Kwao tumewaasa kwamba waepuke kabisa maswala hayo, kwamba tunafanya uchaguzi kwa sababu tuna amani. Tusingekuwa us na amani, tusingefanya uchaguzi nchi yetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni nchi ya amani, tuna umoja, tuna mshikamano, tuna utulivu, na ndio maana tunafanya mambo kama haya. Umeona watu wamefanya uchaguzi, wamecheza kwa furaha, yote ni amani na sasa. Kwa hiyo tumewasisitiza kwamba katika uchaguzi waweze kudumisha hilo, washukuru sana.